jamii imekuwa ni sehemu muhimu ya kampeni za uchaguzi mkuu. Mojawapo ya faida kubwa ni uharaka wa kuwasiliana na idadi kubwa ya watu kote duniani kwa gharama nafuu. Baadhi ya wagombea na vyama vya kisiasa vimewekeza kiasi cha kutosha kuhakikisha mitandao hii inasaidia mbinu nyingine za kampeni. Mwandishi wetu Estabela Malisa anasimulia kutoka Dar es Salaam. Ni katika eneo linalotoa huduma ya mtandao kwa kimombo hapa baadhi wanafanya mawasiliano ya kawaida wengine wanatafuta fursa lakini wapo wanaofuatilia kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu kikubwa mitandao ya kijamii kama Facebook, kama kupitia labda social, social media labda official pages zile tuna uwezo wa kujua kwamba Lowasa leo ameposti nini kwenye kampeni yake imemtokea nini au Chadema imefanya nini leo CCM na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani inatusaidia sana kupata habari mapema zaidi. Kutokana na mabadiliko ya teknolojia, idadi kubwa ya watu sasa wanatumia zaidi simu za mikononi kupata huduma hii. Hata hivyo, mitandao ya kijamii haichukui nafasi ya kampeni za jadi, badala yake zinaongeza nguvu kwa kile kilichopo kusaidia kupatikana kwa ushindi. Hebu kwa ufupi tu tuangalie jinsi mitandao hii ya kijamii e, inavyoweza kuingia hivi sasa hapa nchini Tanzania na kutumiwa na watu mbalimbali mbali katika masuala haya ya uchaguzi na zungumza na Maxence Mello kutoka Jamii Forums. Maxens, karibu sana. Uh, hii mitandao ya kijamii ina faida uh, za kisiasa kwa wagombea wa vyama uh, vyao, hasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi, hasa ikizingatiwa kwamba kwa Watanzania sio wengi wanaotumia mitandao hii ya kijamii kwa ufupi tu? Naam, mitandao ya kijamii inatoa fursa nzuri sana kwa wanasiasa na wagombea wetu, na tunao na uchaguzi wa mwaka huu 2015 mitandao ya kijamii imetumika sana. Unasema ni wachache lakini watumiaji wa internet Tanzania ni watu takriban milioni 14. Kwa hiyo ukiangalia ni fursa kubwa kwa wanasiasa kuweza kutumia mitandao ya kijamii na wameitumia kipindi hiki japo kuna wengine wameitumia visivyo lakini bado wanaitumia vizuri wakitumia WhatsApp, Facebook, Jamii Forums, Twitter, kujaribu kujinadi kwa vijana ambao takriban asilimia 68 ndio na wapiga kura tunawatarajia. Mhm. Mm. Sekunde moja tu, chama gani kinaongoza hivi sasa kwa kutumia zaidi teknolojia hii? Siku za nyuma kilikuwa ni Chadema, kwa sasa hivi CCM nadhani wametumia pesa nyingi kuhakikisha kwamba wanapata reach kubwa katika mitandao ya kijamii. Asante sana, asante.